Mbarikiwa aliwahi kusema kwamba hana uh, muumini wake ambaye hana fedha, yule ambaye hajiwezi kabisa, hana kwenye kikosi kazi chake, kwamba waumini wake wote wanajiweza, ni kupata mia mbili, mia tano, elfu mbili, wanajituma. He, kwa mia mbili mia tatu sawa, sikatai. Wanauza maziwa asubuhi <laughs> wanatembeza wana <laughs> wanatembeza maziwa kwenye nyumba za watu <laughs> mia mbili lakini wakupata milioni kumi, ishirini, arobaini, hamsini pale hayupo mm, pale hayupo. Sasa tunapozungumza vijana wamebanwa, ni vijana wanadai kwa sababu mimi ni mtu ambaye nimeokoka sina kitu, nimechoka, nanuka eh, lakini leo nikaa kwenye gari hii ya Bwana Samani milioni. Sasa tutajiuliza wakati ya ambarikiwa anatupana sisi au hao wanaozungumza mbarikiwa mbarikiwa, anatupana wenyewe ndio anaashiini pia. Sisi tulijua gari imekodiwa, lakini tunaambiwa ni gari ya mshirika wake, naiona naitwa ni mimi Jeep zipu mm. lakini kwa elimu ya mchungaji mbarikiwa wa zile Haishi kwa hatua hizo tunaziona nazo chip ya milioni. Juzi tulisikia kuna mtu anajiita nabii hmm. ambaye anaitwa Bashando alisema kwamba Mbarikiwa hapa amekusanya wauza wauza maziwa hmm. e, ambao kwa kupata miambili miatatu isawa, lakini hakuna hata mshirika mmoja ambaye anaweza kumiliki milioni milioni kumi, milioni. Sasa wana tuambia gari ya milioni. Huyo Bashando si Bashando si Barasando ni vizuri pia mwapatie namba zetu, au tuzungumza nao mm. Alitoa siku nne za kitu kizito kwamba mzee wenu sio mzee wenu, tuna nyinyi mnatumiwa kitu kizito hapa, wote mnasambaratika, lakini e, na, na. kuna jambo litatokea zito, nakwambiaje mwandishi yule ni kichaa na matatizo ya akili. Wai, unakuta unaweza kuta u ndo mwezi wake mwezi mchanga, mwezi mchanga. Unajua watu mm. <laughs> matatizo ya akili ukuta ndo mwezi wake mm-hmm. kama mnapambana mtu, kumbe kuna mwezi anavua nguo Oh, sasa wakati mwingine ni kumaliza bando mm. Yule fatilieni historia kwa wazazi wake, naweza kuta ndio miezi yake mm. Ni miezi yake. Umwimu wa Mbarikiwa ni vile alivyoweza kutusaidia katika hatua hizi, ukitaka mm. tujue thamani ya Bashando pia na yeye atuonyeshe watu waliosaidia, atuonyeshe hata wawili tu, atuonyeshe hata mwenye guta tu, ndipo tajue yule pale mwezi wake. Okay, mwenye guta tu, mwenye guta tu mm. E, mwenye guta tusio, amlete hata mwenye guta mm. si tulijua gari imekodiwa, lakini tunaambiwa ni gari ya mshirika wake, naiona naitwa ni Jeep, ni mshirika wa kawaida sana mm. ukienda kwenye makanisa unakuta anaashirika elfu nane elfu thelathini elfu moja mm. mm. kwanzia msaidizi tu msaidizi wa mchungaji mm. ajui atakuna nini mm -hmm. mm -hmm. mimi ata kwunyeuza kanisa zipo mm. Lakini kwa elimu ya mchungaji Mbarikiwa wa mwakepe zile, e, leo nikaa kwenye gari hii ya mwena samani. Juzi tulisikia kuna mtu anajiita nabii amba anaitwa Bashando alisema kwamba Mbarikiwa hapa amekusanya wauza maziwa e, ambao kwa kupata mia mbili mia tatu isawa. Lakini hakuna hata mshirika mmoja amba anaweza kumiliki milioni kumi milioni. Sasa ona tuambia gari ya milioni ile mikaaje kwanza. Uh, mimi sebe nimemisikiliza weo Bashando na nilipomsikiliza kwa ufahamu mdogo huu ambao nimeweza kuambukizwa na mchungaji aoksi mm, niligundua ni kama akipimwa anaweza kuwa na matatizo ya akili mm-hmm. Eh, anaweza kuwa na matatizo ya akili akipimwa, akichunguzwa vizuri, hayuko sawa, kwa sababu mimi nimeishi duniani miaka mingi. Nilimwona akifuatisha nyimbo za TMK wanaume, yeah. Eh, wanaume eh, shibe shibe, zile nyimbo ambazo tulizifanya zamani za kati, nakuta mabaki mm. Kwayo nikaizi bila shaka toka shei kutumia majani. Najua bangi ukivuta kawaida pafu moja, nakaa miaka mitatu na nusu sasa mm. anavoliambia ametokea TMK. TMK kule kuna kul kunafahamika sana akuta majani sasa, bila hizi atakuwa na upungufu akili kwa mm. sababu miongoni e, kama kuna mchungaji ambaye anatoa elimu ya mtu kustawi katika roho na mwili mm. basi hasa kwa Tanzania. Naam. Labda atazungumza mbali kama kabisa. yeah. Lakini wahubiri wengine wote shughuli yao ni moja tu kufilisi washirika mm. eh, eh, kwa sijajua afanye uchunguzi vizuri, ila afahamu Mbarikiwa kwa injili yake ana watoto ambao wamefanikiwa sana mm. sio ndani ya nchi, hata nje ya nchi. Naam. Nafikiri mimi nasafiri sana na kwenda nchi za watu eh, na ni mtu ambaye sijasoma Hmm. Lakini kwa elimu ya Mchungaji Mbarikiwa asini, nimekuwa ni nime kiumbe mwenye mvuto sana kwa watu wengi sana, wengi sio Wahindi, unakuta mtu ajui lafudhi ya Kiswahili, lakini anapenda anavyozungumza, anapenda toni yangu na anavyozungumza, anavutiwa sana kwao. Mimi niseme tu kwamba Mchungaji Mbarikiwa ni mtu ambaye yeah, yeah, anastahili pongezi. Hakuna maana ya kumzungumzia mtu akifa, ni vizuri kumzungumzia mtu akiwa sifa zake na uwa yake apewe nao. Kwa uchache nina Basando, si Basando, si ni nao mengi mm. ya kuzungumza huyo Bashando si Bashando si Barasando, ni vizuri pia mwapatie namba zetu, au tuzungumze nao na. amesema na watu wake hapa ambao amewapata wanampa details zote hapa amna. Um, yule ana matatizo akili. oh. wewe mchunguze vizuri, anaimba TMK wanaume. hmm. yule ana matatizo akili. mimi TMK najua yule alikuwa anavuta majani, nimekuambia majani. Kwa kawaida yake pafu moja ni miaka mitatu na nusu, sasa sijajua alikuwa anatumia doze ina gani? mm -hmm. Unaweza kawa na shida yule ukitaka wa ili waendee kuk kukabiliana naye, cha kwanza kampime akili mm -hmm. E, utakua na pigana kichaa kicha mm -hmm. Cha kwanza mkampime akili ndipo mwanze kukabiliana naye au ndipo anze kukabiliana na sisi mm -hmm. Yule ana matatizo ya akili, hayuko sawa ule Alitoa siku nne za kitu kizito, kwamba mzee wenu sio mzee wenu, tunaniye mnatumiwa kitu kizito hapa, wote mnasambaratika. Lakini e, kuna jambo litatokea zito. Nakwambiaje, mwandishi yule ni kichaa na matatizo ya akili. Unakuta unaweza kuta, kuta, ndio mwezi wake, mwezi mchanga. Mwezi mchanga, unajua matatizo ya akili, unakuta ndio mwezi wake. mm -hmm. Unaweza kashangaa, mnapambana mtu, kumbe kuna mwezi anavua nguo

Neno nini. Mm. Ya neno la mwisho kwake wewe. Na neno lolote sana unaposema mwezi mchanga. Kuna neno lolote kwake la kumtumia. Ni kichaa unaweza kumsaidia nini? Labda matibabu hazina tiba. Unaweza kumsaidia chochote kichaa. Au labda kama kuna mchango unaweza kumtumia labda kwa ajili ya matibabu. Eh, mchango wangu ni ni vizuri Awe na angalia watu akushindana nao. Mm. Eh, hawatafute hao mjitoloni huko. Eh, awe watu wengine hawawezi. Eh, hawawezi. Angalia tu watu wengine kupambana nao. Mm. Barikiwa kwa kipesile ni mtu muhimu sana. Umuhimu ambarikiwa ni vile alivyoweza kutusaidia katika hatua hizi. Mm. Samani ya mtu ni kile anachokifanya kwa watu hiyo. Mm. Ndo samani ya mtu, e, samani ya mtu ni kile anachokifanya kwa watu. Mm. Tunampima mtu kwa na thamani, tunampima kwa mtu wa muhimu. Okay. Ni vile anaokuwa anasaidia maisha kwa tukitaka watu. Tujue thamani ya Bashando pia na yeye atuonyeshe watu waliosaidia, atuonyeshe hata wawili tu. Mm. Atuonyeza hata mwenye guta tu mm. Nipo tajua yule pale mwezi wake. No, okay, mwenye guta tu. Mwenye guta tu mm. Eh, mwenye guta tu sio am, amlete hata mwenye guta mm. e. Basi sawa, Watazamaji wa Takatifu TV na kikosikazi channel kwa naongea na ambaye ni mshirika wa Mbarikiwa ikiwa mwakipesile ambaye anamiliki gari yake hapa ya milioni milioni jipi ya milioni, kwa hiyo ukiangalia kwa I say kwa uzuri kabisa amemjibu Bashando na bila shaka kabisa Bashando ataelewa hapa. Hawako kila modesta tu wauza maziwa, ila kuna watu wa aina mbalimbali ambao wameweza kusaidiwa na Mbarikiwa na wakasaidika. Mbarikiwa anahusika vipi yani na kumiliki magari kama haya? Sio kwamba labda, mlikotoka huko kuna muda gani? Labda na miaka mingi miaka mingi sana kwa sababu ulikuja na haya magari yako au hapana? Nikuja na madeni nikuja na madeni nikuja na madeni. Ni kuja na madeni. Ni madeni madeni tu, vilaka vya madeni vya hapa na pale, lakini nilipewa elimu ya kwamba unaweza ukafanya kazi na ukarizika na unachokipata, na hiyo ile elimu mimi nikafungua moyo nikaipokea. Kwa hiyo mwisho wa siku nimekuwa sio mtu mwenye madeni, ila mimi ndo nadai watu. Mm, yaani yeah, wewe ndo unadai watu, mimi ndo unadai watu kwa ujumla mm. yeah, watu. Mi niseme tu kwamba Mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile ni mtu anastahili kupewa maua yake. Sasa anastahili kupewa mm. maua yake. Wewe ni mfanya biashara, umesema kwamba wewe unaenda nchi za nje huko mm. alafu anakataza kukopa, tunasikia wao wanaongea hivi kwamba anakataza hata kukopa sasa. mm. Na wewe ni mfanyabiashara mkubwa mm. kukopa imekaje? unaona ni kama anawabana hivi mara nyingi mimi nilipokuwa nikitaka kukopa maelezo yake mm. akaniambia kwamba ee eh, kabla ya uchungaji alikuwa ni mfanyabiashara mm. na ameona watu wengi wakiingia kwenye mikopo, mwisho wa siku nyumba zao zikipigwa mnada mm. akasema, hapana, hii haitakaa sawa, kwa sababu nyumba yako ikipigwa mnada watoto wako wakaanza kuishi kwa tabu, mtu wa kwanza kitachotukana aliyetukana kanisa mm. eh, cha kwanza kitatukana kanisa na mchungaji anayekuongoza kwao ni mkali sana kwenye mambo ya kukopakopa mm. Mkali sana mkali sana, ni mbogo mm. Yani eh, eh, ukitaka uone sura ya Mbarikiwa sio vyo unavyomwona, unasema mkali ana matusi mm. Wewe jichanganye ukakope, sasa hapo uone ni kama anaingilia uhuru wa maisha yenu hivi. Tunatafuta sinatafuta uhuru wenye faida mm. Yaani mtu kama anaingilia maisha yako, ndoa yako inaendelea vizuri mm -hmm. eh? Utaona shida ya kuingilia wana maisha yako. Kuna faida yoyote ambayo umeipata kwa wewe kutokukopa, yani kwa kuingiliwa uhurua kutokukopa kuna faida yoyote? Nimeipata kwa sababu nafanya kazi zangu akili ikiwa imetulia. metulia. Mm. Ukiwa mm. na madeni, ndugu yangu, nimesha kuishi maisha ya madeni. Simu ya muamala ameingia, jamani unakumbusha kulipa deni. Mm. Kuna, kuna wakati ulikatazo uli kukopa. Yeah. Na ukaenda China ukanunua masimu mabovu. Yeah. Vipi kichwa kilipopata moto? Nakwambia imbea vijiji vyote niifika Nilizungusha hmm. Zile simu zilikuwa zisomi miamara hmm. Sijajua kubanwa, wanakuzungumza kubanwa kwa namna gani? Kwa sababu tunakozungumza vijana, mimi ni, ni uzao Mbarikiwa giasi sasa, tunapozungumza vijana wamebanwa, ni vijana inaga, kwa sababu mimi ni mtu ambaye nimeokoka, sina kitu nikichoka nanuka Eh, lakini leo nikawa kwenye gari hii ambayo Bwana Samani mchungaji anatubana anatubana anatubana an anatubana, anatubana, anatubana ili tufanikiwe. Kwa sababu sasa tukizungumza kubana, ukitembelea baadhi ya makanisa hata ukitoka hata makanisa ishirini utakuta washirika wanatembelea ndala. Sasa tutajiuliza kati ya mbarikiwa anatubana sisi au hawa wanaozungumza mbarikiwa Mbarikiwa anatubana wenyewe, ndo anabana shika